Mwenyezi Mungu amehimiza aombwe. Kwa hiyo sisi tumetumia nafasi hii ya kuomba amani. Mwenyezi Mungu atuletee amani katika nchi yetu, amani ambayo tayari tumeizoea, tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunataraji kwamba tuendelee nayo, na Mwenyezi Mungu, kila mwenye nia mbaya ampishe huko. Tunataraji nchi yetu iendelee kuwa na amani na utulivu na mshikamano kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kwa kuwa yeye ndio anayeomba, basi tunaamini kwamba ameipokea dua yetu na insha Allahu Mwenyezi Mungu atujalie katika hilo. Nchi yetu kwa sasa ni taifa ambalo linapiga hatua kubwa kwa maendeleo ambayo yanaonekanwa yakifanywa, mabarabara, mahospitali, shule zinajengwa, lakini sasa kama patapotokea machafuko aina yoyote, barabara mnazoziona madaraja yaliyojengwa mahospitali yaliyojengwa vituo vya afya, maana yake kutakuwa na watu watakwenda kuviharibu na kuvichoma moto na kuviteketeza. Hivyo basi maendeleo tuliyoyapata sasa hivi, hata kama mtamweka kiongozi mwingine baada ya uongozi huu, maana yake tutakuwa tumerudi chini na yeye italazimika aanze tena nyuma, bado tutamuona kwa sababu atakuwa anaanza chini. Kiongozi atakayekaa bado tutamuona hana thamani, hana mpango, kwa sababu nchi yetu itakuwa imedidimia kimaendeleo. Lakini hapa tulipofika, basi tupiganie eh, eh, eh, haya maendeleo tuliyokuwa nayo, tupiganie amani yetu iendelee, ili viongozi watakaoweza kuja baadaye wachukue hapa na waendeleze maendeleo haya tunayo. Lakini tukiharibu amani yetu, maana yake maendeleo tuliyopata sasa hivi tutakuwa tumeanza tena chini, ambalo ni jambo gumu sana. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa dini bado tunaiomba jamii, tunawaomba Watanzania wote kiujumla wahakikishe kwamba uchaguzi huu wao upo chini yao, wanaulinda na wanahifadhi amani ya nchi, ili taifa letu libaki kuwa salama. Muda huu tulikuwa tunafanya dua katika Masjidi Nur kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu atujazie kila la kheri. Makusudi yetu ni makubwa, kuomba amani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, yeye ni mfalme mtakatifu na ndiyo mtoaji wa amani, na kama ni mtoaji wa amani, basi atupe amani na ndio lengo letu hususan katika jambo letu la karibuni hivi la uchaguzi wa nchi yetu ya Tanzania, nchi ambayo alhamdulillah tumeikuta kwa wazee wetu mpaka tumefikia sisi, kwa tunaendelea na amani. Kwa hivyo, hii amani kwetu imekuwa ni kitu muhimu na amani ndio jambo litatufanya sisi tufanye mambo yote ya maendeleo. Bila amani hakuna maendeleo. Kwa hivyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie hilo, na yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, utujalie hilo na watu wote wa Tanzania siku ya tarehe hiyo ishirini na tisa hiyo twende tukapige kura kwa kumwomba Mwenyezi Mungu hatujazie baraka na kheri katika nchi yetu. Tuko katika kumwomba Mwenyezi Mungu amani, nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi ambao mwaka huu, hali ya uchaguzi, nyoyo za watu nyingi sana zimeingia wasiwasi. Basi sisi hatuna kumtolea wasiwasi huu isipokuwa Mwenyezi Mungu, na tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu na natushuhudia, tumeacha mambo yetu tumeacha kila kitu kuja hapa kukuomba wewe Mwenyezi Mungu katika nyumba yako hii, ili ututeremshie amani kama ulivyoteremshia mitume wako.